Karibu sana madam Madam Aziza. <laughs> Asante. <Yes. tos> wanasema kwamba time ni mbaya, ikiwatambulisha pia anatangua uwepo walimu wakuu waliot waliokoraa, tafadhali, baadhi ni walimu na tena ni wazazi katika

Na and others wazazi, Makunda, mliabadam, asante. Okay, wanafunzi yeah. na wazazi wengine, mimi niko hapa Makunda huwa na mwaka hapa hata mm. na bora tu akasema leta bora, wau wazuri. Jina langu ni mwandao. Asante asante mgeni wetu wa heshima, uh, director, guest speaker, colleague resource, walimu, wazazi na wanafunzi, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Abu Pendo, mimi principal wa uh -huh. St Moris Wira hmm. <laughs> mama. Enyata, mama mama, kwa karibu, watu wangu, nataka kusema asante kwa kunialika hapa kwa hii mm. sherehe nzuri nzuri, napokea <laughs> e, apoloji kutoka kwa CEA wa association Madam Coleta ako na msiba kidogo. mm. e, pia vice chair Mr Momanya amesema ni kuambie anashughulika na mambo ya workshops, lakini wako na wewe, asante mm. mm. sana Ah, wakati tulikuwa tunaendelea, board member mmoja aliingia, Bwana Wasiche. mgeni ah, wetu waheshima leo, Madam Principal na staff yako yote, wazazi na wanafunzi, amjambo, amjambo tena, akijambo. Mimi naitwa Patrick Wasiche One of the board members na niko karibu ama niko kwa kitengo ya academics. Wakati nilipoingia nilichelewa kidogo, kuniwe radi na mwalimu Sirengo na timu yake wamefanya kazi nzuri, na tunashauriana na mwalimu mkuu anatusaidia. Kwa maneno peke yake hatuwezi baki mahali penye tuko Nataka wazazi mukirudi nyumbani, ufikirie vile tunaweza saidia walimu wabaki mahali penye wako saa hii, kwa maana wako mahali pazuri, na tukiwaachilia huenda mambo ingine ikatitimia kwa ajili ya. Kwa maana tu nimechelewa, sitaongea mengi, lakini nawashukuru na ninashukuru hata kitengo ya education asante. Aa, naomba tu niseme yangu kwa haraka kwa ajili ya hali ya anga. Kwanza kabisa nitazidi kuwashukuru nyote kwa kupata muda wa kuja kuwa nasi hapa katika hafla hii, nyote mjisikie mko nyumbani. Kwa niaba ya shule ya Makunda, ningependa kusema kwamba tupo mahali, tupo kwa ajili yenu. Kwa hivyo nawashukuru sana wazazi kwa kuwa na imani kwamba watoto wenu wanaweza kuwa salama katika shule hii ya Makunda, kwamba watoto wenu wanaweza kusoma na wakafaidika katika shule hii ya Makunda. Hakika tunajaribu mimi na timu yangu, umeona ni walimu wa nguvu. Sisi wengine tukiendelea kuisha kidogo, ninapata msukumo kutoka kwao. Kwa hivyo nawashukuru wazazi na nawashukuru sana walimu wenzangu kwa sababu ya juhudi na bidii yenu kuhakikisha shule inaimarika. Ah, pili, ningependa kuwashukuru wenyeji wa hapa kwa sababu mmetuletea watoto, kwa sababu mnatupa ulinzi. Kama hamjui, mnatupa ulinzi wakati wowote wa nikisema kuna tatizo. Kwa mfano, mhula uliopita tulikuwa na tatizo kubwa sana la maji, tulikuwa tukifika hata maboma yenu tukiomba maji, tukiyamaliza wingine tunasonga hivyo, na alhamdulillah, leo mumeona kigari kikija, Mungu amejibu dua zetu. Ah, umma wa Kiislamu, nashukuru sana the Muslim community, kwa sababu wamekuwa karibu sana nasi upande wa kuimarisha na kuboresha shule hii wametusaidia sana wengine wanatoa basari, wengine baadhi ya mijengo mnayoiona ni kwa sababu ya well wishes wa Kiislamu, the Muslim eh, well wishes, haswa wakati wa Ramadhani. Wakati tunafunga Ramadhani, wanafunzi wangu hapa wanakula ni kama wanakula kwa hoteli, wanakula mpaka chapati, na hizo zote zinaletwa na viongozi wetu wa dini ya kiso. Na sijasema kwamba wanaleta kila siku, wanaleta wakati wa Ramadhani. Kwa hivyo wazazi wangu, msiseme huko chakula kipo na mkatae kuniletea kingine, hiyo ni ya muda tu. Halafu kwa upande wa nasaha pia we rely so much on the Muslim eh, mentors. Mgeni wetu mnenaji ndiye amekuwa akituelekezea wanafunzi katika ile hafla zao na hali zao za daawa. Dawa ni evangelism for the non-Muslims, kwa hivyo wanakuwa wakitusaidia sana. Aa, pia mtashukuru hawa hawa wale Shia, kwa sababu baadhi wametuletea library hii, tulichangia kidogo, wakatuletea mabweni yote mawili ya wavulana yale yameletwa na Busia Sugar Industry na wengine imeletwa na Sheikh Alfan, anapenda kukaa huko nyuma, huyo hapo ameinua kidogo kichwa. Na anazidi kutuletea mambo mengine, hata huu msikiti wakati mwingine wakija kuswali ne mikeka imechakaa manini, wamekuwa wakitusaidia. Pili, nitawashukuru sana CDF. Kwa kiwango wanatusaidia na infrastructure, pia wanatusaidia. Hili jiko hapa limejengwa na e, CDF na wazazi wangu ni yenu yenusaidia. Na hata huyo county women rep amewahi kutusaidia hapa. Ile nyumba ambayo iko pale alituletea mabati na tukajenga nyumba ya walimu. Na ukija hapa utapata walimu wengi sana wanaishi kwa shule na walimu hawa nawashukuru sana kwa uvumilivu kwa sababu wamekubali kuishi katika hali hiyo. Eh, nikiendelea kutoa japo si shukurani tu, nadhani tunajifunza jambo kwamba wazazi, licha ya kwamba mmetusaidia sana kuleta watoto, mmesikia walivyosema japo wao wanajipigia debe ati pocket money, lakini hawajawakumbusha mambo na nini na school fees. Wazazi, nikifika hapo na sita kidogo, kwa sababu wenyewe watoto wanasema ni ngori, ni tatizo kubwa. Kwanza mara hii sijatuma watoto nyumbani, na wazazi na nyinyi mkakaa mmengoja ni watumie watoto, na hilo sitachelewa. Ntafanya hivyo na waahidi, si ndio? Mnishukuru kwa kuwa nimekaa na watoto majuma mawili, hili ni la tatu. Hakuna mtu ametingisika, wachache mno wamefanya hivyo, na kwa sababu lugha mnayoelewa sorry. E, sub county director wamekuja, lakini leo nitawarudisha kwa sababu hali ni hali, si hali kwa mnajua Kenya yetu hali si hali. Aa, mwalimu wa masomo amezungumzia mambo ya akademia na tunajivunia shule hii kwa sababu ni mojawapo ya shule kama si hii na, na Mlungu ACK -E shule nyingi zote zitachukua pathway mbili, lakini sisi walipokuja kukagua shule wakasema hii shule inafaa kupewa pathways tatu. Sisi ni bora Haya, mtupigie makofi, because after the assessment tulipewa hybrid na pia tutaambiwa tutakuwa triple eh, pathways. Ah, naomba nizungumzie changamoto ambazo zinatukumba tukiwaweka hao wana MBC. MBC ni Makunda what broadcasting eh? students Hey, Makunda ndio ndio wanajiita. Wamewapasha habari kwamba hatuna maabara. Wanafanyia experiments zao zote katika chumba cha mankuli, kumaanisha wanakula from out na wakila kwa nje, hali ikiwa mbaya, wanakimbia na hicho chakula kurudi mle ndani, na kuna kemikali pale ambalo si jambo zuri. Kwa hivyo hatuna maabara. Wale ambao mmejaliwa kuja afisini, hatuna ofisi ya mwalimu, hatuna ofisi za walimu. Walimu wanakaa kama hawa ndege katika hivi viota, wamejifinya mahali padogo padogo. Kwa hivyo, tuna changamoto nyingi kwa sababu shule imepewa three, lazima tuwe na an art room. Art room niliambiwa iwe ukubwa wa darasa kwa hivyo pia tunatakana tujenge hilo darasa kabla ya CBE kuingia kwa hii system. Vilevile tumeanzisha home science mahala padogo tu. Tunashukuru alhamdulillah, tulipewa cherahani mmoja na mzungu fulani ambaye alikuja kusaidia eshionesi na akaona eshionesi inaleta watoto Makunda ili wale watoto wakisoma kule waje waendelee hapa na ushonaji, akatupa cherehani moja, cherehani ambayo ni ya bei gani? Hiyo cherehani naambiwa bei yake ni sawa na gari. Kwa hivyo eh, tunajivunia tumeanza hiyo home science, japo hatuna mwalimu wa home science, wenyewe tunabangaiza tukitafuta wa kutusomeshea. Shida ya maji imekuwepo, lakini nataka kuwa na imani tosha ya kwamba kwanzia leo hakuna shida ya maji. Tuombe yale maji yasiwe na shida kama lile tanki jingine ambalo tumewahi kuletewa. Nikija kwa upande wa welfare ya wanafunzi, mumesikia wakisema tuna tatizo la absenteeism. Na hii absenteeism sana sana ni day scholars. Kwa hivyo wazazi wetu ambao watoto wanasoma kutwa, mnakaa na watoto wenu huku masomo yakiathirika. Kwa hivyo tunaomba watoto waje shuleni. Tukiwarudisha, wewe ndio uwe mbele, mtoto uwe mbele na mtoto wako, ili kulia na kusema mwalimu, hapa sitoweza, naomba hivi na hivi. Na ukiomba ahadi lazima itimizwe, fanya juhudi uweze kufanyaje kutimiza hiyo ahadi. Leo ilikuwa ni siku tumealika mgeni mnenaji atuambie moja mbili, kwa sababu huwa tunachukua kikao kama hiki kama nafasi ya kusoma, kama nafasi ya kuhimizwa, kama nafasi ya kuelekezwa kwa mambo kadha wa kadha, yale ambayo nimesema tumekuwa tukiyasema katika mikutano yetu. Lakini naachana nanyi nikisisitiza Karo lazima tulipe, bila ya karo sijui tunaendaje. Na najua anayesimamia mambo ya PA atazungumzia, lakini ndiyo mbio, ninataka tu niwasomee balances ambazo mna OD school. Hizi pesa mkizileta, hii shule haitakuwa hivi, itabadilika kiasi. Hii shule wanafunzi ambao wako form 4 saa hizi You are owing the school. Wazazi sikizeni kwa makini, tunawadai milioni saba. Form 4 kuanzia form 1 up to form 4, tunawadai milioni ngapi? Form 4 saba. Na hao ni baadhi ya watoto ukiwakatia sima, wanaweza kukuangalia wakikwambia, mwalimu, yaani we unaonaje hii, wanaweza kukurudishia sahani na sio kwamba wanaweza, wamejaribu si ndio, kurudisha sahani, kwamba chakula ni kidogo, mtusaidie tuwalishe chakula cha kutosha. Hii sisi sio chakula tu, maji, stima, nini na kadhalika. Form 3 and this is one of our biggest class how they are owing the school 6 million. Mmepiga hesabu? Wale mna simu za touch, anza kupiga hiyo hesabu saba ongeza sita, na sijasema zile za juu juu. Alafu form twos, wote wakiwekwa pamoja, hao ni wachanga, tunawadai milioni mbili unusu. Sasa hizo zote, mtu amepigaga hesabu amepata nini? Milioni kumi, na ongeza ile pu zingine sijasoma, inafika ni milioni kumi na sita kumi na sita, na mimi mama nimesimama hapa tisti, nalishaje watoto wenu? Nalipaje walimu wangu mishahara? Walimu hawa mishahara, hawa wajapata mishahara miezi karibu mitatu minne, hawajapata mshahara, ni kwa sababu yenu, na wanatusomeshea watoto. Mkiwaona wanang'aa hivi ni kujikaza, hatuna kwa hivyo. It is a very desperate and wanting situation. Kama mnategemea basari Nendeni mulete hizo basari, tutashukuru, lakini mi nasema hazijafika na ndio ziko njiani, lakini hata ikifika, wewe una jukumu kama mzazi, wewe una jukumu na sehemu yako ya kulipa. Tusifishe nyoyo wale ambao wanafanya juhudi, wale wanafanya juhudi. Na una babake lisie hapa, huyo mzee analipa karo, hata kama atakupigia simu halali anakwambia, eh, madam hebu nipe siku mbili, na hizo siku mbili ataleta hiyo pesa. Kwa hiyo nasimama hapa nikisema nimechoka kiasi, kwa sababu mnadaiwa pesa nyingi sana, na ndio niliomba ruhusa hapa kwamba kesho ama mwende nao leo. Haya, hey, wanafunzi wanasema twende tu leo. E, watoto wanajua shida ile iko hapa, lakini wanasema twende tu nao leo, na mjua ya kwamba kompozi wamebakisha muda mfupi sana kufanya mtihani wao. Hilo wazazi wangu na wasihi, nawaomba kwa unyenyekevu, tujaribu kuitikia, tujaribu tu kuitikia, ili mkisukuma kidogo, itaniwezesha kulipa madeni madeni takriban ni nusu ya hizi pesa. Wale wameleta chakula, wale wameleta vifaa vya lab laboratory, wale wanadai sijui insurance ya basi na kadhalika. Yote hayo yanataka, na mimi nikiwaona napata nguvu. Najua wazazi wangu wako hapa leo, nitashiba. Ah, nataka nikomee hapo, nikiomba Mungu awajalie Awafanyie wepesi mkirudi nyumbani, mpate riziki, riziki ambayo mtashea na Makunda, sio riziki ya kujiwekea nyinyi na mnaniumiza hapa. Amina sembeni, amina, inshallah. <laughs>